Bana, hapa mbele nipo na project, nipo na project ambayo nilipandisha kwa jina la Hanipendi. So nimekuja kuonyesha review yake, jinsi ilivyoweza kutengeneza na kulipanga. So twende sambamba hapo. Kitu cha kwanza nilichopiga, nilipiga kodi, kodi tempo yangu nilitumia 75. Kitu cha kwanza nilichopiga ilikuwa kodi kodi yangu iko na sound hivi ya so ikodi, ni changanya vitu vitatu, kuna hii mofini, kuna gita kwenye mofini, akoin gita yenyewe iko na sound hivi ya afu, pia kuna Hypersonic hyper canvas. Hii ina sound hivi ya, pia ikaa tena, hyper canvas tena kana na sound hivi So ndo nakuta kuchanganya zile kodi zetu zote, unapata sound TV. So after hapo nikaja nikapiga kwenye intro hapa kuna hii lead. Hii lead ipo kwenye contact. So iko na sound hivi hapo kwenye, nikaja nika duplicate tena contact, nikachagua preset nyingine, naye ikawa na sound hivi ya. Pia hapa hapa mwanzo kuna kuna hii piano hii ya kwenye Nexus. So yenyewe ikiwa na sound hivi pia, nikaja nikapigia bezi. Bezi yake ikawa na sound hivi, nitumia contact. Base yake ndio iko na sound hivyo, so mzuka wangu mimi nili nili uchopu tu nili uchopu kwa sound hivi yeah, iko na sound hivyo. So, katika verse ya kwanza hapa, kuna gita niliweka kwa na sound hivi, nitumia Nexus, ni ile gita thin ya hapa, so yenyewe ikuwa na sound hivi hivii saundi hivyo. So nikaja tena, kuna hizi sound zipo kwenye monopole, zipo kwenye monopole hizi hapa, hizi nilizipanga hivi ya Izini, izi yeah. So nikaja tena monopole yoyo, nikaja nika kaidabiki nika, tena ukisikiliza saundi yake hapa nakuwa na saundi hivi. Wakati huo nilikuja nikaweka lead hapa ambayo nilichukua ile gita ambayo nilitumia kwenye contact. Nikaikopi tu nikaenda nikaipaste hapa nakuwa na saundi hivi. Yeah. So after hapo nikaja nikapiga bezi. Kuna bezi hapa nilipiga hapa yeah, nilitumia hii fruit na sound hivi sound yeah. So after hapo nikapiga nini mpaka hapo nimemaliza biti yangu tu mzuka nipiga huu hapa au mobai ya yeah. nitumia vitu kumi na tatu tu kutengeneza biti nzima ya yeah. Ibana, kama hujasubscribe chaneli yangu, naomba usubscribe hapo, kucomment, kulike na kushare yeah. Thanks sana yes indo ivukua biti yangu nitumia vitu kumi na tatu tu kupiga Chusow.